Karibu sana, karibu kwenye chaneli yangu ya Nasibu Zaburi. Kitu ambacho unatakiwa kukifanya na utakiwa kukiacha kabisa ni kuhakikisha na subscribe, ili wakanza kupata notification za video zetu pale ambapo zinakuwa hewani. Lakini pia kitu kingine ambacho utakiwa kuacha ni kulike, kucomment na kushare video hizi, ili wengine waweze kupata maarifa hayo ambayo kidogo tunaweza kugawana leo. Katika channel yetu tutajifunza kuhusu ununuaji kwenye kampuni kubwa kabisa kutokea nchini China. Na hapa ni tutaizungumzia kampuni ya Alibaba ambapo tutajifunza namna ambavyo unaweza ukaanza kufanya manunuzi wewe mwenyewe ukiwa hapo hapo ulipo. Kwa mimi, cha cha kukusaidia hapa ni kukusaidia kuonesha namna gani ambavyo unaweza ukaanza wewe mwenyewe kujiunganisha ukitumia application ya Alibaba kwa simu yoyote, Android au iOS yoyote, ipo ina simu, inakuwa vizuri ukitumia browser, ni vizuri. Unaweza kufungua account yako pia, na ukaanza tayari kuagiza bidhaa zako. Mimi nitakuelekeza leo namna ambavyo unaweza kufanya hivi na njia rahisi sana kabisa. Karibu nikuoneshe, unaweza yako ni simu yako, ni app store ama play store. Kwa leo Android na iOS application inapatikana, ipo available. Sisi tunatumia tu browser hapa na tunafungua browser yetu hapa, na tutachoenda kuandika tunaandika tu Alibaba. Alibaba haitaji maneno mengi kwao. Ukishafungua hivyo inakuja hapo Alibaba, unakuja unabonyeza hii hii linki ya kwanza hapa, unaibonyeza Alibaba.com, naibonyeza hiyo inafunguka kama hivyo unavyoiona kwa kishafunguka hivyo inatuonesha namna ilivyo. Sasa hapa juu panakuja vitu kama hivi hapa, hapa juu kama ujafungua hii hapa, itakuja itasema create account. lakini sasa sisi nataka tu sign in tuingie kwenye account yetu, kwa tukibonyeza hapo tuingie kwenye akaunti yetu, inakuja kama hivi ambavyo unaiona Kwa hiyo hapa option ya pili ikija hapo inakuonyesha hapa chini Wewe ukifungua ndo mara ya kwanza unakuja hapa chini create account. Kwa hiyo hapa panakujia hizi option mbili, moja inaweza buyer ama nyingine ni supplier. Kwa hiyo account yako unataka kuifungua wewe ni kama supplier ambao unataka kuuza mzigo wako, Kwa hiyo kwenye al, kampuni ya Alibaba wana hata wewe hapo hapo ulipo unaweza ukaanza kuuza mzigo wako, bidhaa zako kupitia Alibaba . Sasa sisi hatuji huko kwa supplier tu, sisi tunataka kununua, ba, atu. Sisi tunakuja hapa tunabonyeza hii. Kwa hiyo unaweza kaingia na akaunti yako yoyote, kama akaunti ya, yako ya Google, unaweza naweza Tukaingia kwenye akaunti yako Google itasaidia. Ukifanya hapo na kuja, unaweza kuandika email yako kama hivyo, unaandika email yako unabonyeza hapo. Ukibonyeza hapo nataka kuna, kuna, watakupa notification itakwenda kule, namba, ambazo, yako, ambayo itakwenda kule namba, majina yako kamili, basi ukitumia hii hapa Google sisi tunarudi, tunahitaji tu, tukoneshe namna ambavyo unaweza ukafanya mambo yako. Tunachofanya sisi, tutaingia tutaingia hapa sign in, tutaingia kwenye akaunti yangu moja kwa moja. Kwa nitakuja hapa nitaingiza email yangu tayari hiyo hapo, nitakuja hapa nitaweka password yangu. Nitakubali, mimi niko tayari na account, kwa hiyo naingia kwenye account yangu, kwa hiyo naweka password yangu. Tayari hapo nitakuwa nimeingia kwenye account yangu. Wewe utaingia pale, kuna create account, utajaza majina yako na kila kitu, kitakuwa hivyo vizuri. Kwa hiyo tayari hapa, ukishafungua kama nimekuonyesha mwanzoni, inakuwa hivi. Kwa hiyo ukimaliza hivyo, unachotakiwa hapa sasa, kama hiyo, ukiingia hapo, ina inaonyesha hivyo. Hiyo ni kadi, kama unataka kununua unaweka hapo. Kwa hiyo inakuwa hivi. Kitu kingine utaona hapa, imeandikwa English, nini? Unakuja hapa unaweka currency, ambayo kiwango yu, ama fedha yoyote ile ambayo nchi yako unatumia. Hiyo ni rahisi sana kuelewa chenji ya siku hiyo. Kwa hiyo unakuja hapa kitu kingine utakachokuja hapa baada ya kuseti kule utakuja uweke nini? Anwani zako hizi, ni anwani, tunaweka anwani, majina yako yale yale mawili, atasoma pale. Unaweka wasehemu gani? Unaweka hivi, kwa hiyo inakuwa ni hivyo. Unaweka si unaweka ile country, nini, zip code hiyo kama una au hujui kuitafuta, basi unaweza kuni contact hapa, nitakusaidia namna ya kuweka. Kwa hiyo inakuwa tayari akaunti yako ipo, ipo tayari. Namna gani sasa unafanya manunuzi? Unafanya manunuzi, kwa mfano tuangalie bidhaa moja hapa funguka tunasubiri funguke vizuri, kwa ile ni kategori ya bidhaa ambayo inakuja sasa. Hapa unabonyeza hapa sasa kwao, ukimaliza hapo unakuja sasa hapa kuna, e, kwaya, kwa osimu, ili, hapo kuna utume inquiry kwamba unahitaji hiyo simu, kama vitu natumeleza unahitaji kuyapata zaidi, unaweza kubonyeza hapa kwa ajili ya kupata bidhaa zako kwa hiyo inakuwa ndo namna ambayo unaweza kununua bidhaa zako kwa ni njia rahisi tu ambayo ina, inaelekezeka kwa hiyo tunaweza tukarudi tena hapa tunaangalia labda tunanunua bidhaa gani mfano labda rigel linauza milioni mbili na laki nane tunakuja hapo kitabu sendi kwa hiyo na sendi kwa hiyo inakuwa ipo hivi kwa hiyo wewe unachokuwa unaangalia tu ni bidhaa gani ambayo wewe inakuvutia na unataka ufanye manunuzi kwenye bidhaa hii.